Bima pub. Urahisi wa maisha efu wa jengo la kuhifadhia maiti. Hitimisho. Mheshimiwa mwenyekiti, wananchi wa kijiji cha Igagala wanatoa shukurani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha kutoa fedha katika kijiji chetu kupitia mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF. Aidha, kutoa shukurani za dhati za kipekee kwako Mheshimiwa mwenyekiti, kwa kutenga muda na kutembea kijiji chetu. Haikuwa rahisi, ilikuwa ni ndoto, lakini leo hii tunaona kwamba ni jambo ambalo si kwetu hapa linatupa faraja, na nimesikia kwamba tayari tuna wakinamama kadhaa wameshajifungulia hapa Igagala oye <todic> miongoni mwa masems wetu h mmoja amejifungulia hapa kuonyesha kwamba huduma iko thabiti. Kwa hiyo akina mama jamani, tujiandae kubeba matumbo kweli, si kweli? Lakini zaidi ya yote mkurugenzi wetu nakushukuru sana kwa ajili ya haya yote yaliyofanyika mahali hapa. Ni kweli tumekamilishiwa wodi la mama na mtoto kama unavyoliona lakini bahati mbaya sana hatuna wodi la kulala wagonjwa wengine kama akina mama akina baba. Kwa hiyo kushukuru, pia naomba lete ombi langu na kuomba pia ikikupendeza, kwa sababu hapa tunahitaji huduma nyingi. Ikupendeza tuombe tusaidiwe maodi, na pia ikikupendeza tuweze pia na mochwari pia ili tupunguze kasi ya kwenda mpaka Njombe wakati mwingine na kupaka hasa Njombe kwa ajili ya kuhifadhi maiti. Kijiji kufikia 2030 itakuwa mjini tena, na kwa maana ukiona, ukiangalia kulia na kushoto makazi yamebadilika sana, na niliwaambia nyumba nazo jenga vingine sasa hivi wao sasa wanajenga msauzi, atutangalia kulia za mshoto kwayo hiyo, kwa maana uchumi unaongezeka. Wamebaki wawili na hao wawili wako mshoni wa watetia, lakini tu kwamba kama kawa nooma mwenyekiti. Ah, sisi kama Wanging'ombe, alimshauri tunania barabara hizi kuu, hii ya kwenda Makete mpaka mbele, tukifanye kituo chetu kwa hospitali ndogo Ndo imaana tunaomba hodi ya wanaume na hodi ya wanawake na mochwari, na kule njia ya kwenda Mbeya kule Wanging'ombe pia kio kituo cha Wanging'ombe ambacho na chenyewe tunakifanya kuwa hospitali ndogo. Kwa hiyo barabara zetu hizi mbili, tunataka kituo hiki kiwe uh, wanasema mini hosto. Kwa hiyo tutakuletea maandiko uh, kwa sababu umefika basi, ni hiyo ndo dira yetu ya, ya wilaya kwamba barabara zote kwa sababu zinahudumia kwenda hichi aichi jirani tunazopakana nazo. Kwa hiyo hapa ndo maana mwenyekiti akaomba, uh, hizo ni mbili pamoja na mochwari, lakini tutakuletea andiko. Lakini kule Wanging'ombe pia tunao mradi unaotusaidia kuhakikisha kwamba tunafikia kote kwenye hilo hospitali hospitali ndogo. Kwa kweli binafsi nafarijika sana, nipongeze sana, nirudie tena kwa kazi nzuri ambayo imefanyika. Niombe tu moja katika hilo utunzaji wa mali ambayo tumeipata. Utunzaji, mimi nadhani uongozi wa kijiji na halmashauri, tunapokuwa na rasilimali kama hii, ni wajibu wetu kuitunza ili iweze kusaidia sisi tuliopo leo, lakini pia na wale ambao watakuja baadaye. Kutoka hapa mpaka iliko hospitali kubwa ya Ikonda kama unaelekea Makete au hospitali ya Rufaa Mbeya kama unaelekea Mbeya au kama unaelekea Iringa mpaka Malangali Mafinga, pana mwendo. Kwa hiyo kama huduma nyingi ambazo zinatakiwa zitolewe na kituo cha afya kama hiki zitapatikana hapa kwa kweli ni ukombozi mkubwa sana kwa wananchi, itapunguza nauli, itapunguza usumbufu, itat... yaani ni jambo ambalo lazima tuishukuru serikali kwa moyo wa dhati na kwa namna ambavyo serikali imetupa hii rasilimali. Sasa tunatekeleza tu, lakini mtoaji wa fedha zote Mheshimiwa Rais na serikali anayoiongoza. Kuna maombi kuna maombi ambayo yame yamewasilishwa. Moja ni la sehemu ya kuhifadhi maiti, lakini pia kuna wodi ya wanaume na wanawake. Labda niseme TASAF kama sehemu ya serikali na serikali yenyewe iko hapa tutaendelea kuzungumza nao, tuone namna bora ya kuweza kufanya hiyo kutekeleza hayo maombi. Lengo ni kuhakikisha kwamba ule mwongozo wa wizara ya afya unapoanzisha kituo cha afya kuna vitu muhimu ambavyo ni lazima viwepo.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 ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna baa maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya tatu. Kuna kumbi za mikutano kubwa mbili na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na, na ubora wa huduma za